Vilio, huzuni na simanzi vimetawala kwa ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu Helmani wakati wa kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele na ndugu wanaeleza walivyopokea taarifa za kifo chake. Kwanza kabisa hatukuamini wanavyotuambia kwamba Helmani amekufa, hatukuamini kabisa, lakini ya kuto kutuaminisha baadaye, watu walipoongezeka na kuendelea kujaa na kuendelea kulia, ndiyo sasa ili tukio lika katupiga kama ganzi lakini kwa kuwa Biblia inasema shukuruni kwa kila jambo na muwe tayari kwa wakati wowote wa basi tukakubaliana na jambo hili ameacha watoto wanne wa kike alikuwa ni tegemezi kubwa sio kwenye ndani ya familia tu yani katika familia ya uzao wao yeye ndo alikuwa tegemezi mkubwa alikuwa ni mtoto wa katikati lakini alikuwa yani familia nzima anamtegemea yeye kwa hiyo, yaani alivyokufa hata sielewi watoto ntasomeshe, eh. Oh, eh. Alikuwa anapambana kulea watoto wake usiku na mchana. Hey, sijui kifo kilikuwa kinamfuatilia sielewi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata ya Isyesye, bwana Novatu Simpoli, na mratibu wa klabu ya Yanga mkoa wa Mbeya, bwana Saidi Komba, wameeleza namna walivyompoteza mwanachama wao. Msiba huu ndugu zangu, kama vijana, umetupa funzo kubwa sana. Mwenzetu tulikuwa naye Dar es Salaam tushangilie mechi, lakini ghafla amezima kama misili ya mshumaa uliopulizwa na upepo. Funzo ni nini kwa sisi ambao tumebaki Tunapaswa kujiandaa muda wowote ule. Kama wananchi, kama wana Yanga, kama wana Simba, yoyote yule anapaswa kuchukua maamuzi mazuri ya kujiandaa, kwa sababu muda wote, muda wowote unaweza ukaondoka. Na sisi kama vijana tuliobaki, tuna kazi moja, kumwombea kamanda mwenzetu aliyelala mahali hapa. Lazima tuendelea kumwombea kwa Mwenyezi Mungu, ampunguzie adhabu ya kaburi. Sasa huyu marehemu alikuwa ni active, na maana anajielewa, na ni kijana ambaye kila mechi za safari ya Yanga alikuwa nakwenda popote kule sha kwenda mpaka mechi za za Kigoma, wapi, ni mtu ambaye alikuwa karibu sana na Yanga. Kwa hiyo kama mkoa mimi lazima nipate, e, nipate majonzi ni kwamba kamanda mmojawapo ameondoka wa, wa Yanga mkoa wa Mbeya.